Kitu kidogo napenda kutumia kamera zenu na mic zenu kuwashukuru wapenda soka wote na washabiki wa Azam FC kwa ujumla, walikuwa na sisi kwa miaka mingi sana. Tulikuwa tunajaribu kufika stage hapa, tumefika, tumefika lakini thanks God tumefika. Wachezaji wamepambana kadri uwezo wao, klabu imepambana kadri uwezo wetu na tumefika. Nafikiri huu ni mwanzo, so tuendelee kuwa pamoja. Nafikiri mengi mazuri yanakuja, klabu inakuwa inakomaa na wachezaji wanakuwa wanakomaa, so mengi yanakuja. Naamini kwa siku moja klabu ya Azam FC italeta kombe la Afrika hapa Tanzania. Mpaka sasa goli la mama limeongeza kitu gani kwa ninyi wachezaji? Na no, bonus yote ni kitu cha muhimu sana kwenye michezo kwa ujumla. So nafikiri bonus anaotoa mama ni inatumotivate sisi um, sio tu kushinda game ku, kufunga magoli mengi kadri tunavyoweza kuweza kukusanya pesa nyingi kadri tunavyoweza pia. Yep. Unaonekana kuwa mkongwe sana kwenye timu. Pengine labda Naomba nipe tafsiri ya ukongwe kwanza, ili nielewe. una muda mrefu ukiwa kwenye mzao, okay. Na nafikiri na nafikiri sio kitu kibaya, najitunza, nacheza vizuri, ndo maana nafikiri. Hata watu wengi nilianza nao kucheza nao, wengine hawachezi, kwa sababu nafikiri kwa changamoto moja na mbili, lakini kwa upande wangu najitunza sana, najali sana afya yangu, najali sana karia yangu. Nafikiri hiyo ndio siri ya kuwa hapa leo. No, na, nafikiri ni hatua hatua moja ya kuelekea tunapoelekea. So nafikiri chochote kichotokea leo kinaishia leo, then nafikiri hatua inayokuja sio nyepesi, itazidi kuwa ngumu. So inabidi tufunge tu mkanda kwenda kupambana na stage inayokuja mbele.